Kwa kwa ajili ya kile kilichotokea ku kchungana sasa. Wale watoto wote wa Yakobo bali baisumu peke yao akamletea baba yao amali zao mbaya ya kile kilichotokea machungani, ambapo mzee Yakobo walikuwa hayupo, watoto wote walikuwa wako baba. Sasa tulitegemea wamaporudi kutoka machungani, labda Rubeni, au labda Yuda au Simeoni, au ambao ndio wale wakubwa walete habari mbaya zile zilizotokea kule machungani lakini unaona, wale wakubwa wote walinyamaza na mafiki bali Yusufu peke yake anamletea baba yao habari zao mbaya. Kwa nini asiwe yule? Kwa nini sio sije? Hili linaonyesha ndani ya Yusufu kulikuwa na kitu ambacho Rubeni hakuwa nacho. Ndio maana Yusufu alipoona habari mbaya zinatokea kule majumba, yeye alirudi nyumbani na kunyamaza Ya mtu. Kwa sababu kile kitu kilichokuwa ndani yake, kitu kilikuwa kinapiga kelele kwamba Yusufu ripoti kwa baba juu ya yale mambo mabaya yote aliotomia. Kwa hiyo Yusufu akaripoti, basi mzee akampenda Yusufu kuliko wanawe wote. Kwa nini? Kwa sababu Yusufu alikuwa analeta habari ambazo wale watu wengine walikuwa hawa. Sasa kuna mambo ambayo nataka tuyao yao, jambo ya kwanza kile kitendo cha watoto wa Yakobo wote kuamka asubuhi na mapema kwenda macunga inaonyesha kila mtoto wa Yakobo alikuwa na kesho yake. Kila mtoto wa Yakobo alikuwa na kesho yake, lakini ingawa kila mtoto wa Yakobo alikuwa na kesho, ila sio kila kesho ilibeba kesho ya wengine. Watoto wa Yakobo wautaso na mapepa kwenda machungani inaonyesha jambo moja. Kila mmoja alikuwa na kesho yake na ndio maana Yakobo aliwaamsha asubuhi na mapema machungani, wote wakaenda, na maanake alikuwa anaipigania kesho yao. Ingawa hii familia au watoto wa Yakobo wote walikuwa na kesho yao, lakini si kila kesho ya mtoto wa Yakobo ikuwa imebeba kesho kwa ajili ya wengine. Utofauti wa kesho zao unaonekana pale wanaporudi nyumbani jioni, baada ya kutoka machungani. Yusufu anamletea baba yao habari zao baya ilionyesha na Yusufu ulikuwa na kesho ambayo kesho hiyo ilikuwa inategemewa na Rumi, kesho hiyo ilikuwa inategemewa na yule, kesho hiyo ilikuwa inategemewa na wale watoto wengine wa mzee Yakobo. Ndio maana waliporudi chungani, yeye pepe yake ni walileta manufaa mbaya, maana alijua kuna mahali anaenda mzee Yakobo atakuwa hayupo. So, basi yu. Yusufu yuko kwa nafasi aliyokuwa nayo, laiti mzee Yakobo asipochukua hatua za Ndio maana mapema akaleta habari mbaya kwa baba yake, maanake baba kwa namna yote hivi alichukua nago za ya kwa ajili ya mbalimbali zilizopotea kulekwa chungana. Kanisa la Mungu wana Yesu asifiwe! Kwa hiyo kila mtu ana kesho yake, ingawa kila mtu ana kesho yake, siyo kila kesho ya mtu imebeba kesho ya wewe. siyo kila mtu kesho yake imebeba kesho ya wewe. Jambo la pili ambalo nataka uliona ingawa watoto wote wa Yakobo walikuwa na kesho yao, ingawa watoto wote wa Yakobo walikuwa na kesho yao, lakini sio kila kesho ya mtoto wa Yakobo adui nayo. Adui alikuwa na vita na, na ile kesho ya Yusufu iliyobeba kesho ya wengine, adui alikuwa na kesho ya vita na ile kesho

Ilikuwa ni chuki ya kiwango cha juu. Sasa adui alitambua nini? Kesho ya Yusufu imebeba kesho ya wengi. Ndipo adui akaanza kugeuza mioyo taratibu ya hao waliokuwa karibu na Yusufu, ili waanze kuwa kinyume na Yusufu. Wakaanza kumchukia taratibu, wakaanza kumchukia taratibu.

Ule mstari wa tatu inasema, basi Israeli akampenda Yusufu kuliko wanawe wote, maana ni mwana wa mzee wake, akamfanyia zumbe. Ndugu zake wakaona kuwa baba yao anampenda kuliko ndugu zake wote, wakamchukia, wala hawakuweza kusema naye kwa amani. Yusufu akaota ndoto, akawapa ndugu zake a nao wakazidi kumchukia. Akawaambia, tafadhali sikieni ndoto hii niliyoota. Tazama, sisi tulikuwa tukifunga miganda shambani, kume mganda wangu ukakondoka ukasimama, tazama miganda yenu ikazunguka ikainama mbele ya mganda wangu. Ndugu zake wakamwambia, je, kweli wewe utatumiliki sisi nawe utatutawala sisi? Wakazidi kumchukia kwa ajili ya ndoto yake.

Mabie, ye, we, we, we, lakini ndugu zake wanamwambia, wanamwambia, "Je, kwani wewe utatawala sisi? Wewe utatumini sisi?" Mungu ameweka ndoto kwa Yusuf, lakini ameweka ile tafsiri kwa Yusuf. Yusuf alipata tafsiri kwa watu walio kinyume na yeye. Yusuf anawaambia, "Mimi nimeota ndoto tu." Ndio anamwambia, "Je, utatawala sisi? Wewe utatumini sisi?" Sasa ukiangalia aina ya ndoto hii Yusuf anasema, "Tazama kulikuwa shambani kifunga miganda." Alafu ingeenda yeye kaje kazungumza na wao? ganda hilo ikaenda mbele ya ganda wao. Sasa Mungu alikuwa anamuonyesha Yesu juu ya kile alichokibeba, kwa maana ndani ya kesho Yesu na ndiye kesho ya kesho ya Mungu, na kwa sababu hata mmoja atakayo kwa Mungu atakuonyesha kesho ya leo, ili uanze kuangalia hiyo kesho hiyo kesho, atakapo yafika kesho. Mungu atakuonyesha kesho yako leo, ili uanze kuangalia hiyo kesho atakapo yafika

hiyo mbele, mama, ile kesho njema ile kesho ya Mungu ndani yako eh, lazima mwanzo mwanzo mbili eh, sisubirio kesho ndio mwanzo mbili ndio kesho ndio kesho ah ah, naanza leo ndio kesho kabisa. Mungu Bwana Yesu na Mungu anapoenda kesho ya wewe ndani yako, kuna mambo ambayo Mungu atayafanya mtu kesho kwa ajili ya wengi hawezi kwa madhara ya kila mtu hawezi kwa rafiki wa kila mtu kini, waziri, bimuli, kwa sababu ya kile ulichokibeba, yuko mtu. Mungu anaweza kubinulia pointi akakutoa pointi a akakupeleka pointi b akikufikisha pointi b, maana yake samenti yake imeishia paa. Mungu kuna namna atamuondoa ili aruhusu watu wake kuja kwenye maisha yetu, lakini watu wengine tunakuona, najua huyu ni bfu ni shoti sasa wakati wangu wa kuondoka umefika lakini eh, sisi tunaonania. Kiwango tunanenaniana maana tunazuia watu wapo kuja kwenye maisha yetu. Kwa hiyo huenda e kesho ndani yako atachukua nani wewe na nani. Nini cha kufikia? Uwezo wa rafiki bila mtu, uwezo wa kutana bila mtu. Ah. Maana hata rafiki na mtu mwingine ambaye hakutana naye. Kuna mahali atafika. Kanisa la Mungu, Bwana Mungu ataangalia ile kesho aliyoiweka ndani yako. Atakuinulia watu watakaokuwa msaada ili kuhakikisha unafika kwenye ile kesho ambayo Mungu ameweka ndani yako. Kwa hiyo tuna wajibu wa kuiombea kesho iliyobeba kesho ya wewe ndani yetu. Tuna wajibu wa kuiombea kesho iliyobeba kesho ya wewe ndani yetu. Kwa sababu hawa waliokuwa kinyume na Yesu, kwa kuwa watu wabaya, walikuwa ni watu wa mazingira yale yale, wanaojua Yesu, kwa sababu Yesu ameingia Yusufu eh, analala wapi Yusufu na kec? Kwa hiyo tusiposimama na kutembea kesho ambayo Mungu ametupa, ni rahisi tukiwa katika haya mazingira ili kesho yetu njema ikaharibiwa. Kuna watu mahali wanasubiria wewe umalize walimu, ili ukatupatie baraka kwenye hiyo shule watakuja. Kuna ndoto zao, kuna maono waliokuwa nayo kupitia kupita kwenye mikono yako, kuna mahali watafika. Kuna watu wanasubiri umalize sheria